Sio sheria ya asili hata siku moja kuwekeza mahali pasipo na uwezo. Kwa hiyo ili uweze kuendelea toka nguvu hata nguvu kwenye maisha ya kwako, lazima uwe na tabia, lakini si tu tabia, uwe na maarifa na uwe na malengo ya makusudi na hatua za makusudi za kuwekeza kwenye uwezo. Wekeza kwenye uwezo, Usihangaike sana yani, hangaika sana na uwezo ulio nao kuliko udhaifu ulio nao. Jitahidi sana kujiangalia, mara nyingine nimefundisha hapa, jitafute ujipate, yani jitafute ujijue ya kwamba una uwezo kwenye jambo gani, una uwezo kwenye linguistic, una uwezo katika kuzungumza, una uwezo katika influence, una uwezo katika, katika biashara ipi, una uwezo na utashi katika jambo gani, wekeza katika ule uwezo. Usijaribu kwenda kuangalia mwingine namna anavyofanya, hata kama amefanikiwa, never. Na walio wengi sasa ni tabia ile ya kukopi na kupesti. Unaangalia huyu kafanikiwa kwenye hili una, unajua biashara fulani ndio inayolipa sasa hivi, unaenda. Nakwambia utarudi mikono mitupu, na Mungu atakuangalia ukipigwa, kwa sababu si uwezo wako hata kidogo, si uwezo wako. Siwezi mimi kuja kuangaika hapa niwe mhubiri nimalize, niimbe nimalize, nipige kinanda nimalize, nipige drum, huo ni wenda wazimu, hata siku moja. Lakini nina uwezo wangu binafsi wa kushika hii microphone, mtania mtamka kwenu asubuhi, mtaacha vitanda, mtakuja hapa kanisani, mtake msitake, hebu punga mkono pamoja na mimi. Lakini nikianza kitu kingine, siwezi kumach, siwezi kwenda yaani, siwezi kwenda na mwendo huu hata siku moja. I know myself, najua na siwezi kuhangaika kwenda kutafuta ma degree, yani usio kafikiria chukaji mara kesho naenda kutafuta university nikasome niwe professor. No, ninajua nina uwezo katika hii microphone. Enough is enough. Najipanga namna gani ya kwenda na hii microphone nifike mahali fulani, only that, lakini sio kwenda kuhangaika. Kuna rafiki yangu mmoja, dada yangu tena, nilimuomba sana ajitokeze, ni wa online, nafikiria hata leo atakuwa online alikuwa amesoma degree ya kwanza, akasoma degree ya pili, akasoma masters ya kwanza, masters ya tatu, masters ya nne, alafu akataka kwenda kuchukua CPA na amesoma master. kwa nini? Anakwambia masters hii inalipa, pengine nikikosa kazi hapa nitaenda na hii yani. mwisho nilipofundisha hapa akanijia hewani, ananiambia mchungaji, yule mlevi wa madegree ni mimi mmoja wapo, mlevi wa madegree. Kwa hiyo e, kuna watu ambao wanamangamanga katika maisha na hawajajua ni kitu gani ambacho wanapaswa kukifanya. Wekeza katika uwezo. Hangaika sana, fikiri sana, wekeza sana kwenye uwezo ulio nao, na usije ukathubutu kuhangaika na udhaifu ulio nao. Unfortunately, kinyume cha Waafrika, wanahangaika na udhaifu walio nao kuliko uwezo walionao kabisa. Mtoto akifaulu hesabu akafaulu kemia akafaulu, si masomo ya sayansi, akaenda kafeli kwenye historia, unaenda kumtafutia tuition ya historia badala ya kumtafutia tuition ya yale masomo aliyofaulu. Hiyo ndio shida, na utakuta unahangaika naye, unataka awe kila kitu, awe kumbukumbu -kumbu ya taifa, awe mwanasayansi, awe mtu wa historia, yani unataka huyu mtoto awe kitu gani? Kwa mfano, hauwezi kuwa kila kitu, na wewe pia hauwezi kuwa kila kitu. Kwa hiyo lazima uwekeze katika uwezo ulionao. Actually, msingi wa elimu ya Afrika haujawahi kujengwa kuwekeza kwenye uwezo wa watu walionao mpaka kesho. Na hata asubuhi ya leo ninakuaga, unaenda kazini, hiyo taaluma hujawahi kuitaka, ilitokea tu kwa sababu ilitokea na pengine ulipangiwa, na unaenda hivyo, na kwa sababu ni mshahara, basi unaganga njaa na unaenda na, na ndio maana hauwezi kuperform katika hiyo hiyo keria ambayo unayo sasa. Mimi sitaki kuzungumza hayo kwa sababu ni magumu, pengine nitazungumza wakati mwingine, lakini Mungu anamwambia Gideon Enenda kwa uwezo wako huu. Tunaposema enenda kwa uwezo wako huu, Mungu aliuona uwezo wa utawala, uwezo wa ushujaa, uwezo wa kupigana vita ulioko ndani ya Gideon, na Gideon hakuwahi kuufikiri wala kuuona. Kama ambavyo inawezekana, una uwezo mkubwa ndani yako, lakini haujawahi kufikiri ya kwamba ni kitu gani ambacho unacho ndani yako. Sasa mimi napozungumza juu ya kutoka kuendelea kutoka nguvu mpaka nguvu economically, financially, spiritually, physically. Yani, kuendelea kiuchumi, kuendelea kisiasa, kuendelea kutoka nguvu hata nguvu kiuchumi, kifedha, kisiasa, kihuduma, ki, kwenye karama kwenye kipawa kwenye keria kwenye kila kitu kunatokana na hoja ya tatu ambayo ni msingi mkubwa sana. Uelewe kuwekeza kwenye uwezo Usiangaike kwenda kukopi na, kuposti na kupesti, wekeza kwenye uwezo. Haleluya, wekeza kwenye uwezo. Na hapa ninataka kuzungumza ya kuwa kuna vitu vingi ambavyo lazima uviangalie kwenye maisha yako. Kwako nilipata nafasi juzi nikiwa uh, uh, uh, nilipata nafasi mwaka jana, mwaka jana nilipokwenda Amerika na nikapata nafasi ya kutembelea shamba la ng'ombe, na nilipotembelea hili shamba la ng'ombe nilikuta ya kwamba wanahekari, yani maelfu kwa maelfu ya mahekari, shamba pana sana la ng'ombe, mamilioni ya ng'ombe ndani ya shamba, lakini mle ndani wanazalisha ng'ombe, wanazalisha mitamba wanazalisha mbegu za madume, wanazipaki kwenye viwanda, wana supply hizo mbegu duniani. Kwenye ile shamba la ng'ombe wanavuna maziwa, wanayapaki, wanayauza. Lakini pia wanatengeneza uh, wamewekeza viwanda vya ice cream wao hao, wow, wa maziwa. Lakini si hivyo peke yake, wametengeneza kitu kinachoitwa summer camp, yaani wametengeneza kempu mbalimbali ambako watu wanaenda huko kwa ajili, zinaitwa ice cream center. Wanaanzia kuanzia ng'ombe wanapaki mpaka samadi wanapaki, kila kitu wanakipaki, wanawekeza kwenye uwezo. Sasa wewe una biashara hapa Mbagala, unauza matembele, gari yako unauza soksi, ukija huku Kimara umewekeza sijui Uh, kwenye genge la, la nazi ukisogea kule kijitu, kule, um, Bagamoyo unauza kokoto ukisogea mbele, yani ni mchanganyiko ambao hauwezi hata siku moja kufikiri kuna kitu ambacho unaweza uka add value kwenye maisha yako. Sasa utanisikiliza taratibu na utanielewa lakini, niliangalia hiyo project hiyo product ya maziwa hiyo product ya ng'ombe, namna na wanavyotembea nayo Nikajiuliza, alafu sio ya leo, ni ya kizazi. Baba alikuwa hivyo, yani nibiz, babu alikuwa hivyo, wababu wababu wababu. Sasa nilikuta ni vitukuu wanapaki, wanaendelea, wana ice cream center mjini, wanatengeneza ice cream center za kwao. Hivyo kuanzia huko shamba mpaka huko mjini mpaka kwenye walaji wanatengeneza, wanawekeza kwenye. Lakini juzi nilitembelea kiwanda cha karatasi pale Michigan na nilipokuwa pale Michigan tulitembelea kiwanda cha karatasi. Wao ni wana, wanaenda porini kwanza, wanaotesha forest, wana miti, wana mashamba ya miti. Kwa hiyo wanaotesha miti, wanavuna miti, wana kiwanda cha kutengeneza karatasi. Kwa hiyo wanaondoa karatasi kutoka kwenye msitu wa kwao, wanakuja wana process kwa siku moja ni tani zaidi sijui ya elfu ngapi ambazo wana process hiyo miti, alafu wanatengeneza karatasi, halafu kwenye karatasi hawaishi hapo, wanaenda kutengeneza diary, yani diary za mwaka kalenda za mwaka sijui, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vifungashio zile packages za kwenye masupermarket. Wanatengeneza, yani wanatengeneza kila kitu cha bidhaa ya karatasi na karatasi zile ni quality wateja wake wakubwa ni China, Japani, Ulaya, Marekani, yote wanachukua pale Michigan na wanauza mpaka karatasi mpaka business card wana print. Wamewekeza kwenye uwezo. Sasa mabibi na mabwana, kama kuna jambo ambalo halipo Afrika na ukiangalia kiwanda kimeanzishwa lini, watu wameenda hivi, wamewekeza kwenye uwezo. kilichonishangaza hawanunui umeme isipokuwa wanatengeneza umeme wa kwao. Zile prosesi za kutengeneza mbao zina maji inayotengeneza inayotokana inayokuwa kama inayochanganyika inayo na kemikali wanatumia hayo, hayo maji ya kuchemsha maubao yanayosababishwa mpaka process ya kutengeneza karatasi. Ule mkusanyiko wa, ma, wa, wa, wa matakataka hapo wana process umeme, na ndani ya kiwanda hawatumii umeme kutoka nje, isipokuwa wanauza umeme ndani ya kiwanda wanawekeza kwenye uwezo. Sasa twende taratibu, pengine huko Michigan kuna wasumbua kunawasumbua na we ni mtu wa hapa kijiji Chonyama kwa alimaua na Mbagala, hasa unaniambia mchungaji, hivi naweza kufikia mimi wabiseni la matembele? Ngoja nikuambie ni lazima uangalie, hakuna, hakuna levo ya maisha ambayo hauna uwezo. Hakuna levo ya maisha, kila levo ya maisha mtu aliyonayo ana uwezo fulani ndani yake, usije ukajidharau hata siku moja. Pengine nitatumia mfano wa watu wachache hapa na labda utanielewa asubuhi ya leo. Sasa hivi katika marais wa Afrika, miongoni mwa marais wanaopendwa ni pamoja na rais wa Liberia, anaitwa George Weah. aliingia madarakani mwaka 2018. huyu jamaa watu, huyo hapa wapigieni makofi watu wote. Hama jamani wametoka Afrika Kusini, jamani, wameenda Afrika Kusini, wamepanda ndege, wameenda kujifunza kuzungum, kutengeneza live presentation, wapigie makofi wanayoeleweka. Piga tena, haleluya. Huyu jamaa hakuanzia kuwa president wala hakuwa mwanasiasa pase, lakini ni miongoni mwa marais wenye influence dunia nzima. Yaani, kama kuna rais wa kimataifa anayeeleweka na kutambulika duniani dunia nzima inamfahamu huyu jamaa. Kama kuna marais wenye influence ya kujulikana dunia nzima ni George Weah. Sasa niulize why, na mimi nitakwambia kwa nini. Huyu jamaa hakuwa mwanasiasa, huyu jamaa hakuwa mwanasiasa hata kidogo, lakini huyu jamaa alikuwa mchezaji wa sport, alikuwa mchezaji wa mpira, na alichokifanya George Weah, alicheza mpira na, mimi sio mimi sio mshabiki wa mpira wa kiasi hicho wa kiasi hicho. Asante sana e, yani mnajua mnanitia moyo kweli yani naweza e, mkanisababisha nikahubiri mpaka Yesu akarudi. Wapigieni tena makofi wale watu wa e. George Weah hakuwa mwanasiasa, alikuwa jamaa wa soka kama anavyoonekana pale, lakini katika kucheza soka aliwahi kuchezea timu tatu. Mimi sio mchezaji sana na sio mshabiki wa mambo ya mpira lakini angalau nina watoto wangu wanawaulizaulizaga maswali, wananiambia huyu jamaa amewahi kuchezea AC Milan, amewahi kuchezea Chelsea na amewahi kuchezea Manchester. Kwanza kitendo cha kuhama kutoka klabu moja mpaka klabu nyingine, anawekeza kwenye uwezo. Yaani you must leave the stage no matter uh, ha haijalishi wewe ni dansa wa namna gani, yaani usikae mahali mpaka watu wakakuchoka. Ondoka wakati unahitajika, are we together? Maanake kuna watu wengine mnakaa mahali, unaganda kama, una kama sijui kitu gani, yani unaganda kama kupe. Never. You must leave the stage. Sasa akaondoka Milani, akaenda Chelsea, akaenda Manchester. Hizi klabu zote tatu ni maarufu sana duniani, lakini alikuwa anawekeza kwenye uwezo. Aliporudi nyumbani, kwa sababu mpira una kustaafu Yaani, unajua hilo la kustaafu, wakati mwingine, jamani, mlielewage kuna kustaafu nomata wote. Kwa hiyo na sijui nyinyi wachezaji wa klabu eti eh, klabu, mara nyingi mchezaji wa mpira anapaswa kustaafu akiwa na umri gani nyinyi young boy? Naam? Miaka? miaka 35 una retire. miaka 35 una retire. Sasa muone haya ninyi ambayo mna miaka na miaka na nisiseme sana, maanake kuna wanasiasa ambao hawataki kuachia majimbo. Yaani umeshakaa jimboni mpaka una sasa, kama mchezaji wa mpira anaweza kustaafu na miaka 35 na bado akaweza kufanya mambo makubwa kwenye maisha yake kwake, sasa wewe unashindwa nini kustaafu kwenye kwenye hiyo chama, uh, kwenye kwenye hizo siasa, kwenye hizo vitu kadhaa ambavyo una unaogopa. Ngoja nizungumze hapa kidogo, na unielewe saw sawa sawa. miaka akaritaya kwenye soka kama ilivyo sheria ya mambo ya mpira na mambo ya sport. Alafu akarudi nchini akawekeza kwenye uwezo, akatengeneza uh, maklabu na training mbalimbali za kutengeneza vijana wanaotaka kufanya soka, akatengeneza tengeneza viwanja pale na nini na nini na klabu mbalimbali mbali, na academy za michezo. Anawekeza kwenye uwezo, alafu baada ya hapo akawekeza sasa kwenye uwezo, kwa sababu ili kuwa president unahitaji watu na leadership, it is about influence na kujulikana yeye. yeah, anajulikana na dunia nzima. Amechezea timu tatu ambazo zinajulikana na zina ushabiki, na mpira ndio una ushabiki kuliko, kuliko, kuliko kitu kingine duniani. Unajua kilichotokea alienda kuchukua fomu, alipita kama unasukuma mlevi Kwanini watu wote wanamfahamu na ana mahaba ya dhati kwenye mioyo ya watu? Watu wanampenda kutoka kwenye soka, na alijua siasa ni watu, mchezo wa mpira ni watu. Sasa kama una watu, usiondoke kwenye watu, ng'ang'ana na watu, toka ndani ya watu, umo, umo. Sasa mtapiga makofi wachache, manake una, unachanganya habari yaani. Kule kwetu Moshi kuna, kuna, kuna kunde zinazoitwa mrondo, yaani mrondo umechanganyika humo ndani, kunde nyeupe, kunde nyeusi, kunde za rangi. Yani, we umeishi mrondo life, yani mrondo mrondo life, yani una mchanganyo wa kila rangi, umekaa kama Christmas tree. Mawazo yako ni ya Christmas tree, yani una vitu vinaning'inia, una vitu vinawaka, kuna vimulimuli, yani uko kama Christmas tree. Maisha yako haueleweki, hata unakotoka wala unakwenda, kila mahali unataka kuwekeza. Never, ever. Haiwezi kutokea hata siku moja. Huyu jamaa sasa amekuwa president. Kwa nini? Ana uwezo wa kwenda dunia nzima. Nikwambie, kuna baadhi ya marais wa, wa kiafrika wanaokwenda Marekani, kwa mfano sisi zilizoendelea kama Marekani, Ulaya na kwingine na kwingine, yani wana, kutoka Afrika huku wakienda hata, mare, hata hizo nchi hawajui kama kuna mtu ameingia. Wanaingia kimachinga na wanatoka kimachinga hivyo hivyo. Kwa nini hawajulikani? hawajulikani sio an international figure, lakini huyu jamaa hawezi kwenda mahali popote duniani asifahamiki. Anaweza pa anawezekana hata hiyo siasa na kuongoza nchi isiwe na msukumo mkubwa, lakini kwa kuwa ni staff wa mchezo aliyecheza michezo yenye ushabiki mkubwa duniani, anakubalika kila mahali ambako anaenda. Ana uwezo wa kuorganize mambo ya kitaifa na yakaenda. Ana uwezo wa kuzungumza akasikika kwa nini hasa? Mpaka hata asubuhi ya leo natumia muda mrefu kumhubiri. Unafikiri ni mtu aliyewekeza kidogo? Aliwekeza kwenye uwezo. Ndio hiyo tunayosema from strength to strength, kutoka nguvu kuendelea kutoka nguvu hata nguvu kuendelea, kutoka uwezo mpaka uwezo kuendelea, kutoka neema mpaka neema. Sasa kuna mambo gani ambayo kimsingi wewe binafsi umewahi kufikiri ya kwamba mimi nina uwezo katika jambo hili na ninahamua kunyoka nalo lakini habari ya kuishi maisha ya Christmas tree, achana na hiyo habari achana, na hiyo habari mchungaji. Mmoja mstaafu amemaliza uchungaji, amestaafu, akaenda akanunua daladala, nikakuta barabarani anabweka kama mbwa, nikamwambia unakufa. Yaani wewe unakuja kukaa saa hizi mchungaji, umemaliza kwenye Biblia, ulikuwa unakula sadaka za bure, kila mara unaletewa sadaka madhabahuni fedha zilizotengenezwa tayari. Wewe unakwenda kutafuta daladala, utawawezana na vijana wa, wa, wa, wa, wa madereva na makonda? Utaweza? ah, nimestaafu nikaamua kuwekeza. Unawekeza kwenye daladala baada ya kustaafu? <laughs> maisha ya mrondo ndio hayo, ambayo wekeza kwenye uwezo kuna vitu ambavyo mchungaji unaweza ukawekeza ndani yake na ukaenda, lakini si hivi ambavyo unazungumza. Mabibi na mabwana, hapa Tanzania kuna mtu alishawahi kujaribu kuwekeza katika uwezo. Na maisha yangu ni miongoni mwa watu ninaoishi kwa kuangalia mwenendo wa namna ambavyo dunia inaenda, lakini nilifurahia nilipoona baadhi ya vitu ambavyo pia Tanzania vimewahi kufanyika. Hapa mimi siwezi kuacha kumtaja rafiki yangu aa, Mr. Sugu alikuwa anaimba ana na moja ya wimbo wake, alikuwa anasema wananiita Sugu, akaenda akaenda, mheshimiwa Mbilinyi akaenda akaenda akaenda akaenda, akapata washabiki Mbeya, dunia nzima, hapa Tanzania washabiki. Sasa unajua usiende ukaenda kunengua mpaka kiuno kimekaza Senta, yani unaanza kwenda bado, oh my God, kabla kiuno akijakaza wakati unawanengulia watokelezea hapo hapo. Hebu tunaelewana sawasawa, ani watokeleze hapo <laughs> yani, huyu yani jamaa katika Watanzania ninao heshima na ninaoona na kitu ambacho waliwee kufanya huyu jamaa, na sijui hapa Tanzania kama kuna mwimbaji mwingine ambaye alishakuwa ametoka kwenye usanii akapata influence akaingia kwenye siasa na akafanikiwa, sijui lakini namkumbuka huyu jamaa Sugu alikuwa mbunge nafikiri wa Mbeya si ndio, eh? Naam ni Professor Jay Os. Oh, okay. Oh, Professor Jay alikuwa ni, ni mbunge wa Mbeya. Is, isn't it? Ah, mnanichanganya na nyie sasa. Huyu niliyesema hapa Mbilinyi ni wa wapi? Ni wa Mbeya si ndio, alafu mwingine Profesa Jay alikuwa mbunge wa wapi? Na? Mikumi Morogoro. Oh, wako wawili Profesa Jay na, na huyu Mr. Sugu. Na? Ah, na? kuna mwingine nasikia anaitwa Mwana FA alikuwa mbunge wa wapi? Muheza. Na sasa naibu waziri hasa hawa wapigieni makofi. Yeah, angalau nimepata watu wachache hapa kuwekeza kwenye uwezo. Unajua, unaposimama kwenye platform na watu wakakuona, waka na watu wakakuelewa, usiishie pale. Kama umeingia studio, single ya kwanza imeisha, imeexpire, tumia microphone ile ile kuendelea mbele. Na mimi nawapongeza wao ambao wamekuwa wabunge na huyu ambaye leo nimeambiwa ni naibu waziri, sijui uh, Mungu ambariki, amefanya kazi nzuri, nafikiri kwenye mtandao leo. Hata tredi sana huyo naibu waziri, pigieni makofi anayeeleweka. Wewe si unachanganyika. Wewe si unachanganya maisha kama Christmas tree haiwezekani. Wekeza kwenye uwezo. Unfortunately, nilienda uh, Houston kwa Joel Osteen lakini pia nilikwenda Texas Dallas kwa, uh, kwa TD Jakes na nikakuta wale watu wana uwezo wana uwezo wana kipawa lakini nilikuta watu wanawekeza kwenye uwezo wao. Kitu cha ajabu mabilionea wanaenda. Nilikuta kama kwa TJX ni hekari zaidi ya elfu mbili ilo eneo ambalo wamewekeza. Unapaki gari Tegeta, kanisa liko hapa unaingia kwenye, mat, kwenye mabasi kama yale ya airport unaletwa mlango wa kanisa na kadi yako mahali uliko paki. Ibada ikiisha, unaingia kwenye basi inayoelekea huko ulikopaki gari, lakini likuta mabilionea wamewekeza kwenye mashopping mall, wamewekeza kwenye hayo magari, wamewekeza kwenye matelevision wame... n yani, yule jamaa ana daktari anatibiwa, yani anaombewa asije akapata mafua, analindwa kwa sababu watu wamewekeza hela kwenye kipawa chake na watu wanavuna. Nilikuta polisi stafu, polisi polisi wa Marekani wanaohudumia ibada moja pale ni polisi mia mbili plus, hao ni matrafiki kwa ajili ya kusimamia hizo gari zipakiwa, zaidi ya mia mbili. Hiyo ni ibada. Nashukuru kuna wakati na mimi nilienda enda kidogo nikakuta kuna matrafiki wawili hapo geti na wakanirudisha. Nimefika pale getini, matrafi wetu wa Tanzania, nimefika pale getini wakanirudisha, kaniambia wakani, huko ndani kumejaa na turuhusu magari toka, rudi, geuza hivi, nenda huko, tumekwambia ondoka. Sasa nikamwambia dereva itabidi tujitambulisha, nikashuka taratibu, nikamwambia samani, afande, mimi ndio mchungaji a, a, mchungaji Kimaro. Okay, sawa sasa, okay nikanyoshwa nikaja mpaka hapa, nikaja kupaki na mimi sikio, nikajiona kama nimeletwa kanisani, nikaongozwa na trafik, natokelezea tokelezea. Tatizo sijapata wawekezaji <laughs> Hebu punga mkono wako pamoja na mimi halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya! Kwa hiyo watu wamewekeza, watu wa media television. Yaani mkiona hawa wahubiri wa, wa, wanafikia dunia, sio kama mhubiri aanzie na Biblia angaike na Biblia mpaka aje kununua sijui mashine, sijui aje kutafuta studio. Haiwezekani ikatokea kwenye nchi mbalimbali zilizoendelea. na ni kwa nini Tanzania hakuna mtu aliyefanya mambo ya maana hapa? Hakuna mtu anayewekeza ndani ya uwezo hapa Tanzania. Kuna watu kweli ambao wana uwezo ndani, na ukiona unauona uwezo mkubwa tu mkubwa sana mkubwa sana mkubwa sana. Kuna watu ambao Mungu ameweka kitu ndani yao kikubwa lakini tatizo ni kwamba atahangaika mwenyewe yeye na mke wake, atahangaika mwenyewe, atahangaika mwenyewe mpaka anakuja kufa, anaishia kwenye uzee, amechoka, hakufika mahali ambako alipaswa kufika. Joel Osteen ana watu wanaitwa planning team. watu ambao wana, wanasimama naye, si kwamba wanatoa sadaka, wamewekeza. Ni biashara kubwa. Kwa nini? Ana kipawa, anakubalika na watu watu wamewekeza kwenye media watu wamewekeza kwenye transportation. Nilienda, ni eneo kubwa, watu wanakutana pale malaki kwa malaki. Sio kwamba wale waliowekeza wanawekeza kwenye sadaka, no, hata siku moja. Wanawekeza kwenye facilities mbalimbali vitu mbali mbalimbali, wana mahoteli, kuna ma newcomers wanakuja watu zaidi. Tulikuwa pale kwa Joel Austin newcomers, tukasimama tulikuwa karibu watu 1050 newcomers ambao wamekuja, wengine wamekuja toka state mbalimbali mbali. Pale pana migahawa pana eneo la chakula pana mahoteli ya kulala, kuna magari mauba ya kutembea, si kuna kitu, yaani kuna vitu a lot, watu wamewekeza biashara zao, wanasapoti kile kipawa kinacholindwa, asipate mafua only that awepo hapo kwa sababu ni mtaji, na wakati ule ule pia wanaandaa na watu wengine nyuma yake. Hata ikitokea ameondoka, kuna watu ambao wameandaliwa nyuma yao. Lakini hapa Tanzania kuna watu wamefanya kazi na ya baraka kubwa hapa, na sitaki niwatamke niwataje kwa majina, sitaki fitina, lakini nataka nikwambie kuna watu ambao wamefanya kazi mpaka sasa, wanaenda kwenye uzee, wanazeeka kwenye uzee, lakini kiukweli uwezo uliokuwa ndani yao, wangeweza kupata watu wenye akili wakawekeza ndani yake, ungekuwa saizi kuna vitu vikubwa bi sana kwenye nchi yetu. Kwanza tungeleta hata utalii mkubwa sana, watu wangetoka mataifa mbalimbali mbali, kuja hapa kuja hapa Tanzania wengi ninyi mnafahamu, ninyi mnafahamu kuna wahubiri ambao hata hawafungamani na dini wala dhehebu, walimu ambao hawafungamani na dini wala dhehebu. Lakini tatizo la Tanzania, hakujawahi kutokea mtu akafikiri kuwekeza ndani ya uwezo hata kidogo. Kuna vijana wana sauti, yaani Mungu ameweka karama ndani yake, ajitafute mwenyewe, aimbe peke yake ajiendee studio mwenyewe aje kufanya uzinduzi mara auze mara arushwe mara atapeliwe mara. Lakini kuna watu ambao wanamuona dogo wakajua hiki kitu kilichoko ndani yake. Waimbaji wakubwa akina Rebecca Malope wa South Africa, wako watu ambao wamewekeza kwenye sauti yake, wamewekeza kwenye hiyo karakta, wamewekeza yaani, ni uwekezaji kabisa. Wanakaa kuwekeza na kutengeneza ajira. Lakini Watanzania wataimba. Leo amechoka, kesho ameamua kuvuta bangi. Yaani hivyo. Kwa nini? Wekeza kwenye uwezo.